Sasa tunaelekea kwenye faida za uwekezaji hususan uwekezaji kwenye hisa. Je, ni faida zipi ambazo mtu anaweza kapata? Sasa faida ya kwanza ni ongezeko la thamani au ongezeko la mtaji. Umewekeza wakati kampuni ilikuwa na hisa yenye thamani ya shilingi mia tano, then kampuni ikafanya vizuri, ikapata faida, ikatoa magawio na watu wengi wakaanza kununua hisa ya hiyo kampuni nini kitatokea kwenye bei ya hiyo hisa? Bei ya hisa hiyo kampuni inaweza kupanda ikatoka shilingi mia tano mpaka shilingi elfu moja Kwa hiyo kama uliwekeza shilingi milioni moja wakati thamani ya hisa moja ilikuwa ni mia tano thamani ya hisa ikaongezeka mpaka elfu moja ina maana kwamba hata wewe thamani ya mtaji wako umeongezeka kutoka milioni moja mpaka milioni mbili Na vitu gani vinapelekea thamani ya hisa kupanda? Ni pamoja na uhitaji kuwa mkubwa. Kwa hiyo kadri watu wengi wanavyonunua thamani ya hisa pia itapanda. Lakini vilevile, kwa nini watu wananua? Watu wananunua pale ambapo wana matarajio mazuri kuhusiana na hisa ya kampuni hiyo. Kwa hiyo kama kampuni imefanya vizuri, ikawa na mwenendo mzuri wa faida, watu watakuwa wana mtazamo mzuri kwenye upande wa mnunuzi wa hisa hiyo kampuni. Kwa hiyo itapelekea hata eh, thamani ya hisa moja kuweza kupanda. Lakini faida nyingine kwenye uwekezaji wa hisa, mwekezaji anaweza kapata mapato tukianza hata kwenye level ya kawaida. E, mjasiriamali yote ambaye anaendesha biashara yake na akafunga vitabu mwisho wa mwaka ikaonekana amepata faida, anaweza akafanya kitu kimoja kati ya vitu vingi. Cha kwanza, anaweza kaamua kuchukua ile faida yote aongeze mtaji tena kwenye biashara yake, azidi kufanya expansion. Kama alikuwa ananunua labda E, stock yenye thamani labda milioni tano kwa mwaka ataongeza mpaka milioni nane ili kusudi apate faida kubwa zaidi. Lakini jambo la pili ambao mtu anaweza akafanya baada ya kupata faida, anaweza akaamua kujilipa yeye kama mjasiriamali kwa njia ya magawio. Kwa hiyo umepata faida mwisho wa mwaka, unaona biashara yako tayari imeshakuwa na hauna uhitaji tena wa kurudisha mtaji kwenye biashara, unaweza ukaamua kujilipa kwa njia ya magawio. Kwa hiyo hata mwekezaji anaponunua hisa kwenye soko la hisa Dar es Salaam anaweza akapata magawio na makampuni mengi yamekuwa yakitoa magawio kwenye soko la hisa Dar es Salaam. Kwa hiyo baada ya kuona faida mbili kwenye upande wa uwekezaji katika hisa, kwa maana ya ongezeko la mtaji, lakini pia magawio, ni muhimu pale mwekezaji anapoanza hatua yake ya kufanya uwekezaji kupitia hisa akafanya tathmini na kuangalia, je, hii hisa ambayo ananunua au hisa hii kampuni ambayo nataka nifanya uwekezaji, ina historia ya bei kupanda lakini cha pili ina historia ya kulipa magawio e. Kwa sababu kitu ambacho mtu angependa kuavoid ni kununua kitu ambacho hakina manufaa, kwamba ameweka shilingi laki moja yake mwanzo wa mwaka lakini kifika mwisho wa mwaka imebakia laki moja e. Sasa tunajua kwamba kuna mfumuko wa bei, laki moja mwanzoni mwa mwaka ni tofauti na laki moja mwishoni mwa mwaka. Kwao ni muhimu na wewe ukajiridhisha kwamba hii kampuni inayotaka kununua hisa yake ina historia ya mwenendo mzuri wa bei bei imekuwa ikipanda e. Kuna baadhi ya hisa ambazo bei zimekuwa zikipanda mwaka kwenda mwaka kwa wastani wa asilimia thelathini, lakini kuna zile zingine ambazo bei imekuwa haipandi hay, kabisa. Lakini kuna baadhi ya makampuni pia kwa ajili ya mwenendo wa, wa, wa uh, operation zake imekuwa ikipata hasara, na kama kampuni ikipata hasara inapelekea watu au wawekezaji wauze zaidi ukilinganisha na kununua. Sasa kama una kitu ambacho kinauzwa kuliko uhitaji wake hata kwenye upande wa bei pia bei itashuka chini. Kwa hiyo tunashauri watu, unapokuja kuongea na wataalamu wetu e, tutakuambia kupitia analysis tofauti na research ambazo tumefanya kwamba kampuni fulani ni nzuri ukilinganisha na mwenendo wake wa bei, lakini pia historia ya kutoa magawio imekuwa ikiwa nzuri zaidi. Kwa hivyo ni vitu vya kuzingatia wakati wa kufanya uwekezaji ni kujua kama kampuni e, thamani ya hisa yake, je, inaongezeka na kama ina historia kutoa magawio.